Mwingine ukweli unauma. Ni kweli hasa kwamba unauma wakati matamanio na ahadi zetu ni makosa. Tunapohisi uchungu huo, unajua jambo bora kufanya ni kukabiliana na ukweli na hufuata. Kupuuza ukweli, hata kama unauma, ni kualika maafa katika maisha yetu. Sasa tunapofika kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili leo, sura ya kwanza kabisa ni mfano wa hili katika maisha ya mwana wa Ahazia ambaye amepanda tu kwenye kiti cha enzi cha Israeli. Atatawala kwa miaka miwili tu, lakini Ahazia atafuata njia mbaya ya baba na mama yake, Ahazia, Yezebeli. Sasa matukio mawili ya kutisha yatatokea wakati wa utawala wa Ahazia. Kwanza, watu wa Moabu wanakataa na kukataa kulipa kodi kwa Israeli na kuhudumia taifa sasa wasi huu utaendelea kwa miaka kadhaa kama tunavyoona hapa katika sura ya tatu. Tukio la pili la kutisha ni jeraha la kibinafsi. Sura ya moja na aya ya mbili inasema hapa, Hahazia alianguka kupitia kwenye wavu katika chumba chake cha juu huko Samaria, akalala akiwa mgonjwa. Sasa chumba hiki cha juu kingekuwa kwenye paa la ghorofa la jumba lake huko mji mkuu kingeweza kuwa na balkoni ya wazi na kingekuwa kimezungukwa pande zote na kazi ya wavu. Sasa dhahiri, Ahazia alikuwa amejiegemeza kwenye wavu huo na ukalegea na ukamfanya mfalme aanguke chini. Kweli jeraha hili lilikuwa kubwa kiasi cha kumfanya Ahazia alazwe kitandani. Inawezekana kabisa alikuwa amepoza kwa kiasi. Utagundua hapa kwamba jibu lake si kutafuta Bwana badala yake anawaambia wajumbe hapa katika mstari wa mbili, nendeni mkamuulize Baal-Zebub mungu wa Ekroni kama nitapona ugonjwa huu. Unajua, watu wengine wanapougua wanamgeukia Mungu. Ahazia anaugua na anamgeukia mungu huyu wa uongo. Sasa hawa wajumbe hawafiki Ekroni kwa sababu Eliya anawakuta njiani anawaambia hapa katika mstari wa tatu. Je, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli kwamba mnaenda kumuuliza Baal-Zebub mungu wa Ekroni? Kwa njia, neno zebab ni neno la inzi. Kwa hivyo Baal-Zebub linamaanisha bwana wa inzi. Mfalme anatafuta maarifa ya kiroho kutoka kwa mungu ambaye anasemekana kudhibiti inzi. Basi Eliya anaendelea hapa katika mstari wa nne. Sasa kwa hiyo Bwana asema hivi, hutashuka kutoka kitandani ambacho umepanda bali hakika utakufa. Basi wajumbe wanaporudi kwa mfalme, wanaeleza kilichotokea. Anatambua kwamba walikutana na nabii Eliya, na mfalme anatuma askari hamsini kumkamata nabii huyu, na wanapompata Eliya wanadai ajisalimishe. Mstari wa kumi unatueleza kwamba Eliya alimjibu mkuu wa hao hamsini basi ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto ushuke kutoka mbinguni na kukuteketeza wewe na hao hamsini wako. Kisha moto ukashuka kutoka mbinguni na kumteketeza yeye na hao hamsini wake. Basi badala ya kujifunza kutoka kwa hili, Ahazia anatuma askari wengine hamsini na jambo lile lile linatokea tena. Ahazia bado hataki kukubali dhambi na uasi wake, na sasa anatuma mkuu wa tatu na askari wengine hamsini. Lakini huyu mkuu mkuu ana busara ya kutosha kupiga magoti na kumsihi Eliya. Hapa katika mstari wa kumi na tatu e, mtu wa Mungu, tafadhali acha maisha yangu na maisha ya hawa watumishi wako hamsini yawe ya dhamani machoni pako. Basi kwa ombi hilo la unyenyekevu, mkuu na watu wake wanaepushwa. Eliya anaenda nao kwa mfalme Ahazia na anarudia ujumbe wake kwake, hapa katika mstari wa kumi na sita kwa sababu umetuma wajumbe kuuliza kwa Beelzebub, hakika utakufa. Na hivyo ndivyo hasa kinachotokea hapa mwishoni mwa sura ya moja. Ukweli uliuma, lakini kwa bahati mbaya haukuuma vya kutosha kumleta mfalme huyu kwenye toba, na kama baba yake Ahazia, Ahazia anatupa maisha yake, na hata kwa huzuni zaidi anapoteza katika umilele wote. Nataka kukusii leo mpendwa Amini ukweli wa neno la Mungu. Amini Injili ikiwa bado hujaamini kwamba waimani katika Yesu Kristo pekee una msamaha wa dhambi. Kama bado hujamjia, amini katika Bwana Yesu Kristo na uepuke maumivu na uchungu wa milele. Sasa nataka kuonyesha ukweli mwingine hapa katika sura ya mbili ambao watu hawa wa Mungu watalazimika kukabiliana nao ni ukweli kwamba huduma ya Eliya inakaribia mwisho. Aya ya moja inatuambia Bwana alikuwa karibu kumchukua Eliya kwenda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Sasa wakati huo unavyokaribia, Eliya anaonekana kumjaribu uaminifu wa Elisha ili kuona kama yuko tayari kweli kuvaa vazi la mwalimu wake Eliya. Kwa hivyo Eliya anamwambia Elisha abaki nyuma kwanza, abaki nyuma hapa Gilgali, aya ya moja na mbili kisha abaki nyuma Betheli, hiyo ni hapa katika aya ya nne na tena abaki nyuma Yeriko, aya ya tano na sita Na kila wakati Elisha anasema, kama Bwana aishivyo na kama wewe mwenyewe unavyoishi sitakuacha. Waminifu wake kwa nabii wake na mwalimu wake ni dhabiti. Sasa wanapofika hatimaye kwenye mto Yordani, wakati manabii hamsini wa Mungu wanatazama, Eliya anafunga vazi lake hapa katika aya ya nane na anapiga maji nalo, sasa mto unagawanyika kimuujiza na hawa wanaume wawili wanavuka juu ya ardhi kavu. Na mara wanapokuwa upande wa pili, Eliya anamgeukia Elisha hapa katika aya ya tisa na anasema omba nitakachokufanyia kabla sijachukuliwa kutoka kwako. Elisha anajibu, tafadhali naomba niwe na sehemu maradufu ya roho yako juu yangu. Sasa Elisha anauliza nini hapa? Sasa Biblia inarekodi kwamba Elisha alifanya miujiza zaidi kuliko Eliya na kwamba huduma yake ilikuwa karibu mara mbili kwa muda, lakini Elisha haombi hapa aina fulani ya fimbo ya uchawi itakayompa nguvu mara mbili. Hiyo siyo kabisa. Anachouliza ni sehemu maradufu hiyo ni usemi unaotumika kwa urithi wa mzaliwa wa kwanza anachukua biashara ya familia anapokea urithi mara mbili ya ndugu zake kwa hivyo eliya anaombwa hapa na elisha kumkabidhi urithi huo kumruhusu kuendeleza kazi ya mungu kama mrithi wake kama mzaliwa wake wa kwanza kwa kusema hivyo sasa, Elia anajibu hapa katika mstari wa kumi. Ukimiona ninapochukuliwa kutoka kwako, itakuwa hivyo kwako. Basi, dakika chache baadaye, mstari wa kumi na moja unatueleza magari ya moto na farasi wa moto yaliwatenganisha wawili hao na Eliya akapanda kwa upepo mkali kwenda mbinguni. Nikwambie, wasifu wa Eliya unamalizika kwa kishindo kama ulivyoanza. Fikiria, huyu alikuwa nabii ambaye alihisi kukata tamaa sana mapema katika huduma yake kiasi kwamba aliomba Bwana aumalize maisha yake. Na sasa huyu nabii mzee mwaminifu wa Mungu anachukuliwa mbinguni kwa gari la moto bila kupitia kifo. Mara tu farasi hawa wa moto wanapopotea kwenye mawingu, huduma yenye nguvu ya Eliya inaanza. Mungu mara moja anathibitisha Eliya hapa katika mstari wa kumi na nne, wakati Eliya anarudia muujiza wa kugawanya maji ya mto Yordani. Kisha Eliya anaenda Yeriko, ambapo vianzo vya maji vinakuwa na sumu kwa namna fulani na kufanya visifai kwa kunywa na kwa umwagiliaji, na hapa katika mstari wa 21 Eliya anasafisha kwa muujiza chanzo hicho cha maji. Sasa Eliya anaposafiri kwenda Betheli, Eliya anatukanwa na inawezekana zaidi kutishiwa na kundi la vijana. Sasa tafsiri yako inaweza kuwaita watoto, lakini hawa ni vijana ambao wanampinga nabii wa Mungu. Eliya anawashushia laana. Hatuambiwi laana hiyo ni nini, lakini tunaambiwa hapa katika mstari wa 24: na dubu wawili wa kike walitoka msituni na kuwararua vijana arobaini na mbili. Kweli hawa dubu mama waliwaua kundi hili la vijana ambao walimkataa nabii wa Mungu na huenda walitaka hata kutishia maisha yake. Hii ni njia nyingine ya kusema sasa kwa taifa, huyu ni nabii wa kweli wa Mungu na ni bora msikilize ukweli ambao atautoa kwa niaba ya Mungu. Ukweli huo unaweza kuumiza, lakini ni bora usikilize. Wapendwa, Mungu ametupa neno lake, leo linawasilisha ukweli, na wakati mwingine ukweli unaumiza, lakini Mungu aliupanga ili kulinda maisha yako na kukushawishi wewe na mimi na kutuweka kwenye njia sahihi tunapotembea na Mungu hata leo.